kwenda kuwa mtu ambaye wa na heshima e, zangu e, wa e, watu waniheshimu na waniamini na ndio maana leo hii nimeaminika mpaka naingia kwenye bunge. Ongera sana mzee wangu, Mungu atakujalia na tuko pamoja watu as Baba Levo akishakua tu hakuna cha akishakuwa ja, niko na mzee wangu, lakini hapa ninaye dada yangu ambaye tumbo mmoja baba mmoja mama mmoja, yeye ndo wa kwanza, ye anaitwa Leticia Chipando. yeye mm. ni mtendaji wa mtaa kule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 I'm so happy. Naitwa Baba Pii, babake na Levo, Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Thank you.